Watu waliomsindikiza ni pamoja na Sospatro, Aristarko, Sekundo, Gayo, Timotheo, Tikiko na Trofimo. Walitangulia kufika Troa. Wakati wa Pasaka walikula mikate isiyo na chachu kama ishara kwamba mwili wa Kristo hauna dhambi. Siku ya kwanza ya juma walikusanyika kumega mkate, yaani kufanya ibada ya meza ya Bwana. Paulo alihubiri kwa muda mrefu sana hadi usiku wa manane kwa kuwa alitaka kuondoka kesho yake. Katika nyumba hiyo kulikuwa na taa nyingi na kijana mmoja aitwaye Eutiko mwenye umri wa miaka kama kumi na tano. Alikuwa amekaa dirishani akijaribu kuamka, lakini usingizi ulimshinda, akaanguka kutoka ghorofa ya tatu akafa papo hapo. Watu waliogopa sana. Paulo alishuka chini akamkumbatia kijana huyo na kusema, msifanye ghasia, bado ana uhai ndani yake. Mungu alifanya muujiza Eutiko akafufuka watu wote walifurahi sana. Paulo aliendelea kuhubiri hadi asubuhi na akaanza safari kwa miguu. Kuna vijana wengi leo kama Eutiko, wana nia ya kusikiliza lakini wanachoka na kukosa nguvu. Wazazi na viongozi wa kanisa wanapaswa kuwasaidia vijana hawa wajisikie sehemu ya ibada, na wahubiri pia wajifunze kufupisha mafundisho isipokuwa Roho wa Mungu akiongoza. Vinginevyo Paulo alisafiri miji mingi Aso, Kio, Samo, Shogilio na Mileto. Kutoka Mileto aliwaita wazee wa kanisa la Efeso. Alipokutana nao, aliwakumbusha jinsi alivyotumikia Mungu kwa unyenyekevu na machozi, licha ya majaribu kutoka kwa Wayahudi. Aliwaambia, sikuficha neno lolote lenye manufaa kwenu, niliwahubiria wote, Wayahudi na Wayunani, kwamba ni lazima watubu na kuamini na kumwamini Yesu Kristo. Aliongeza kusema kwamba Roho Mtakatifu alimwonya kuwa vifungo na mateso vinamgojea huko Yerusalemu, lakini hakujali kwa sababu lengo lake lilikuwa kumaliza kazi ya Mungu kwa uaminifu. Onyo kwa wachungaji. Paulo anasema hivi: jitunzeni ninyi na kundi la Mungu ambalo Roho Mtakatifu amewekea mlilishe. Baada yangu kuondoka, wataingia mbwa wa mwitu wasio na huruma, tena kutoka kwenu wenyewe wapo watakaozungumza uongo ili kuwavuta watu wawafuate wao. Aliwakumbusha jinsi alivyowafanya, jinsi alivyowaonya usiku na mchana kwa machozi kwa miaka mitatu. Maneno ya mwisho ya Paulo. Paulo aliwaambia kwamba hawatamwona tena uso wake, akawaweka mikononi mwa Mungu na katika neno la neema yake akisema, sikuwa na tamaa ya fedha au mali, nilifanya kazi kwa mikono yangu mwenyewe ili kujipatia riziki na kusaidia wengine Yesu alisema ni heri kutoa kuliko kupokea. Baada ya maneno hayo, Paulo alipiga magoti na kuomba, nao wote walilia sana, wakamkumbatia na kumbusu. Walihuzunika kwa sababu hawangemwona tena. Kisha wakamsindikiza hadi kwenye meli yake. Paulo alikuwa mtumishi mwaminifu wa Mungu, hakujali maisha yake binafsi. Alitaka watu wote wamjue Kristo, wamjue Yesu. Kanisa la kwanza lilianza kwa juhudi kubwa na upendo wa kweli. Hili ni somo kwetu leo. Tupendane, tushirikiane na tumtumikie Mungu kwa moyo wote. Mfano wa Zaburi 133:1 hadi 3 inasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni za Haruni mpaka mavazoni mwake, kama umande wa Helmoni ushukao mlimani pa Sayuni, maana huko Bwana aliamuru baraka uzima hata milele. Bwana, nifundishe kufanya kazi njema kwa furaha. Nipe nguvu, uchangamfu na moyo wa kutoa. Nisaidie nifanye kazi yangu kwa upendo, ili maisha yangu yawe nuru kwa wengine. Na hapa kuna maswali machache ya kujiuliza. Swali la kwanza, Eutiko alipolala wakati wa mahubiri nini kilimtokea? Na swali la pili, Paulo alifanya nini baada ya Eutiko kuanguka? Swali la tatu la kujiuliza, Paulo aliwaambia maneno gani ya kuaga waumini? Na swali la nne, kwa nini waumini walilia waliposikia maneno ya Paulo? Na swali la tano la mwisho kwa siku ya leo, wachungaji wa leo wanapaswa kujifunza nini kutoka kwa Paulo? Mtazamaji, natumaini utaweza kujibu maswali haya kwa umakini zaidi, kutokana na kila ambacho tumejifunza katika somo letu katika somo letu la siku ya leo, kuhusiana na Paulo kuwaaga waumini wake, lakini zaidi tukiangazia kutoka matendo ya mitume 20. Hadi wakati mwingine. Uwe na wakati mwema. Mimi ni Yustasela John, tukutane katika makala nyingine hapa hapa Bukelebe TV. <laughs> Bukelebe TV, ukiendelea kusubscribe lakini pia kuambia ndugu jamaa na marafiki kuhusiana na chaneli hii ambayo unapata nafasi ya kusikiliza hadithi mbalimbali mbali, lakini masomo mazuri kutoka katika Biblia.